kiwekwa mizizi na kigongona giki nikio gitwaragiriria mwathani arogocho kigongona giki hagutire hindi tukauma ona mwageria gwika atia ithwe ni tuhanditwo na maguta maya ni maturathimaga bona asifiwe here we are mwageria gutuhura bara tukaruga mamakeria mwageria gugo tukaruga mamakeria tondu ni tuhanditwo kigongona ini giki na maguta maya ni maturathimaga bona asifiwe i am one of the beneficiary of this altar bona sifiwe ninde omwe wa beneficiary wakigongona giki ugona mwageria wake athe idyo torarugama pastor frank stand firm stand with the online church strong so that we can continue to build this altar for the glory of god ngai amurathime muno ninde mwendete na tuthie na mbere na konyiterera kanitha and i imono nitondwa ehidare you god bless you so much thank you njoroge

didamealie anaikemwetu Nyabura, alafu ndio tuweza kuleta Pastor Frank atuetee matangazo. Leka tu moja, useme unafanyanga nini na unataka hawa washirika wetu wakufanyie nini? Leka moja. Praise God. Praise God Church. Praise God. Okay, Eh, na kuletanga show rush hour from 4 pm to 7 pm every Monday to Friday. Na by the way nimekuwa nominated kama gospel dj of the year <tipos> <tipos> eh, sije kama unaweza ni vote, si ndio? Hiyo kitu kuja nyumbani ama aje? Chukua simu yako, chukua simu yako sasa hivi. Eh, kama unanitakia, tunataka gospel iendelee ngoma za gospel zichapwe, chukua ngoma ya simu yako saa hizi nivotie. Umechukua? Aha. Eh, pale kwa star: star 483 star 733 hash. Star 483 star 733 hash. Then itakuletea code. Tumeenda hapo.

Thiini wa tafareza ya reku. Neho wa kiathayo. Thank you so much. Orona ni, ne duwe kete nominated. Thiini wa ke heta heta ni dokiya Mirori Gospel Awards 2025. Na hivetu wega keko wabenge kegezi ya JCM TV. Hivetu guo. Nore oreka. Oya thimo yaku. Na nito tuwara na ikinyago ikinyatora DJ Helper Eka. Na gaiwi ito ni yaku murathima. Oya thimo yaku.

Yes. Tuna weekly services from uh, Wednesday ikoragwo intimacy na Thursday niguo guo atumia macemanagia Friday niguo guo athuri macemanagia na Saturday niguo youth icemanagia men athuri othe ni thekio i muno ni wira mwega muraruta mutongoretie ni chairman Mr. Charles Tondo Mugithie na haria thutha wa kanitha moya athuri ni project ya gwaka ruthingo na kwiriga kanitha mwena mwe wana thutha tondu rari muithige na mugithia au thie hau ni mukuona wira hau ni wira mwega reke itu mahurire ruhi rwega na nitwenda twenda kumu request athuri othe aria maheanite uh, project ciao na aria matari maraheana indo ciao Mwitikire okorwo ni rori ya muthanga nitwitikirite okorwo ni rori ya mahiga nitwitikirite okorwo ni thimiti kuheana ona okorwo no ni thimiti imwe kiria wina kio ona uheane ni kuona chairman tondu eguku no muone ni chai even in our group JCM and Council group fellowship ya wazap no wandike hau kiria ukuheana na tondu atongoria itu athuri meguku ni makuona

na mudhi na bena na kuruta wira wa Ngai na inyue. Ah, the Bible says that the labor in God is not in vain. Ah, udoshi oke. Ah, chama nwa online ni agweto horo wa church school project and uh, very soon eh, our bishop ali kia kwaria uh, mali kiria kaundu tugatigarite o kanini, na brothi no ya thutha <muchos> <muchos> ai no nyita ni tena kanitha tra decide ile iyo ni o tukuoya

Undu Um, ucio uge ni gukoretwo na andu aingi muno mara request uhoro wa sponsorship ya ciana thukuru na no nyede kuga. No twende muno no kuoya ciana nyingi uria kwahoteka na ni mwoyo wega wa Bishop niarire litarire Ni ara ni aroire ciana igana rimwe na mirongo kenda 190 student. Both universities, colleges, and uh, high school and primary school primary But there are a lot of requests. We are requesting if you are there, no tunyitire mwana umwe umuthomithie college kana wina uteithio wothe

kuna no, e, so, yeah, uh, uh, na ndo marenda gute ithia no matio e mageta ithia hiyo ni account number ya mundu wothe ungienda ku support our bishop nigeta tuhote kunyita nyita ciana nyi kiura kwa hoteka tukikorwo na ciana ta magana matano ate mushirika wothe wa JCM na andu angi tuge raiciaguoko gwitu ni getha tu mateithie no tu mateithie na tu teithie andu aingi we help our community so that ciana iria cia micii kwina ciana nyingi muno no itacokete thukuru ciana cia micii imairoka ikaririra guku no but uteithia bitu witu tondu naguo

ni oheanaga na ngai witu akurathime muno na gwike wega so may god bless you so much ni undu wa kuruta wira ucio na kunyitirira a the lord tondu andu aitu nao matirathini kana marateithika ni undu wa ikumbi god bless you so much lekai tuhurire andu acio the ruhi rwega